Kimemalizika hapa KMC ke, Stadium Mwenge, Simba amemaliza memali, e, mchezo wake wa nyumbani zida ya Kagera Sugar na alama tatu muhimu. Wewe unasemaje kwanza na mchezo? Ah, mchezo ulikuwa ngumu mm, na mechi ilikuwa ni ngumu, hii mechi kidogo tupate sare ilikuwa ni ngumu mno kweli kweli. Mtu asikudanganya na uwezo kuamini ni mtu ambaye anataka kushuka daraja lakini tulipata upinzani mkubwa, na upinzani huu huu unaonyesha jinsi gani timu za ligi kuu, kwamba hakuna timu ambayo ilikuwa ni nyonge. Timu zote zilikuwa ni ngumu. Uachilia mbali yao yote, ni kwamba mechi zote ambazo Simba amecheza kwenye ligi kuu hakuna mechi ilikuwa mchekea Mechi zote zilikuwa ni ngumu kwa Simba kwao. Siku leo, tunashukuru Mungu, tumepata pointi tatu, tumeingia fainali ya tarehe 25. Wengi wao ambao hawajawekwa wazi e, mpaka hivi sasa kuhusiana na dabi ya Kariakoo, wewe unasemaje kama mchungaji? Mechi ya taswira ya kuwa bingwa msimu huu ndio inatazamiwa, wewe ukiwa kama mshabiki wa Simba na mwanachama, ungependa dabi ya Kariakoo ipigwe? sio kwamba ungependa, tarehe imeshawekwa, tarehe 25. Bado siku tatu Tarehe ishawekwa lazima dabi ichezwe. Nani anakuambia dabi sichezwe? Bado. Dabi lazima ichezwe. Bado viongozi hawajaweka wazi. Nisikilize mimi. Dabi lazima ichezwe. Inawezekana ni mbinu za kivita. Yanga sikatufunga kali mara nne mfululizo. Inawezekana ni mbinu ya kivita ambayo Simba imekuja nayo. Wanajua kufanya Simba? Eh, ni mbinu ya kivita. Tarehe 20, tarehe 25 saa 9 unashangaa gari basi linaingia. Mchungaji eh, Afisa wa Bal Ahmed Ally amepost the end. The end ni mechi ya leo. Mechi ya nyumbani ndio tumemaliza. Si ndio maana yake the end? Mechi ya away bado bado mechi moja na lazima tucheze. Na kwa nini tucheze mechi? Kwa hiyo Wanasimba waelewe ya kwamba dabi iko pale pale. Dabi iko pale pale, na usidanganyike mtu akwambia, dabi hapo, dabi haipo. Dabi ipo na dabi lazima ichezwe. Mm. Na watu wanasubiria dabi tarehe hiyo. Sisi tumezoea maisha ya zamani kwamba dabi tunaambizana, tunajazana uwanjani. Siku hiyo hata kama watu hamna, dabi lazima ichezwe. Sasa, watu wanafikiria kwamba kucheza mpira lazima washabiki waende. Hata msipoenda nyie. Dabi inakuwa inachezwa tu. Kwa nini? Kwa nini? Mpira, unachotakiwa ni matokeo ndani ya pichi. Ndani ya pichi ndio matokeo ambayo ataamua kwamba bingwa nani. Lazima bingwa apatikane tarehe 25 ama Simba ama ama Yanga, lakini bingwa tunayemtarajia kuchukua ubingwa ni Simba Sports Club. Tutaenda tutamfunga Yanga na vile vile na ubingwa tutabeba tarehe 25. Umetangaza ubingwa rasmi mapema, Simba bingwa mpya wa NBC. Maneno hayo, Simba bingwa mpya wa NBC. Naomba rudia kauli yako. Narudia nasema hivi, Simba ni bingwa mpya wa NBC, tutatangazwa saa 12. Young Africans hao ambao wanamfunga, hawezi kushindana na Simba. Nasema hivi, Yanga mipango unaijua, hawezi kushindana na Simba. Simba ni habari ingine. Unapozungumza na simba unazungumza timu kubwa barani Afrika. Timu ni timu namba tano kwa ubora, unashindana na timu ya ishirini. Kitu gani? kitu ya unam... unam... mimi, mimi najijua hmm. na najielewa kuna mtu mwingine yeye anapelekwa na upepo, upepo kaenda huko anaenda huko, upepo kaenda na yeye hakuelewi. Mimi nisikize, maneno yangu, tarehe 25 bingwa lazima apatikane na <gune> <gune> simba, Simba, na Simba lazima apeleke timu, na hatuwezi kuiogopa Yanga eti kwa sababu tupeleka timu, lazima watu wakaitetee nembo ya Simba Sports Club. Hatuwezi kuogopa Yanga timu, Simba ni timu kubwa. Kwa hiyo mtu amekaa eti kinyonge, mtu wa Simba anakaa kinyonge eti tarehe 25 eti atupeleke timu yani. Oh, wao vita te... ya safari hii ni vita ya kimya kimya. Hmm. Sio vita siku zote, dabi ipo, mnajaza vita safari Yanga tumng'oe vizuri. Hmm. Yani, ana tukimfunga tunamfunga ile sawasawa ile sawa. Na ubingwa tunabebwa ni vita ambayo tumekuja nayo kingine. Hmm. Wewe ukisikia neno la ubaabweno likoja hilo, mbinu nyingi tunatumia, hii ni mbinu ambayo tunaenda nayo. Hmm. Tukutangazia ujipange. Mm. Tukutangazia ili mm. tuloge. Tukutangazia tusifunge tena mara ya tano, sisi ni hivi hivi tu na gari itaingia, itaingia kamili kamili, hiyo ndani ya wametufunga mara nyingi, hii mbinu mpya anaenda na maji ni uhakika mpaka <laughs> yeye mwenyewe anakuambia hivi, anachokonoa, mbona msemi? Tuseme nini? Mbona msemi? Dabi ipo sababu yeye mwenyewe ndio mwenyeji, lakini bado anategemea sisi tuseme, ili mradi yeye ajue kinacho, kinachoendelea siku. Kwa ujumla, tumekuja na kodi mpya ambayo ndio itatuvusha kesho kutwa kwenda kuchukua ubingwa wa NBC. Simba ni bingwa mpya sasa. Kuna watu ni wanyonge, wanasimba wameingizwa ubaridi Wabadi upi? Wanataka te viongozi wakae waseme hivi. Jamani, Dabi ni tarehe 25, wana Simba mjazani kwa wingi, mkate tiketi ndio ndio matangazo wanalitaka hilo. Hilo tu. Na hao kumbe ile tangazo ndio natufungaga siku zote hilo hilo. Tangazo hilo hilo. Tangazo la kusema jamani, mimi ni afisa habari wa ya Simba Sports Club wa Midiali. Nimesema jamani, tarehe 25 mjazani uwanjani na kila mtu mwenye nani yake ka, jamani mjazane jamani sikuoni mechi wajipange Yanga tena watufunge mm. kwa mara ingine tumekuja kivingine, neno la baya ubaya ubwela limekuja kivingine, ni kodi ingine ambayo tumekuja. Alafu sasa hivi ni tuiniwani mm. sherehe yetu ni kubwa kuliko Yanga sababu sisi tutamfunga hiyo namba moja mtani, tumemfunga pili na ubingwa tunabeba mm. vitu hivi yeah. viwili ambao Simba ndo tunatembea navo hiyo, mm. ni kodi ambayo tumekuja nao mwaka huu. Yoyote anayekwambia Simba peleki huyo ndo mtu ambaye anataka Simba tuto tukose ubingwa mwaka huu. Mchungaji, mnakwenda kukutana na Young Africans ambayo iko mbele kwa alama moja, kama, kama nakwamba, wawa, kwa kama na kwamba wao hata sare inawabeba ninyi, mmejiandaa vipi kuhakikisha kuwa mnapata sasa, ondoka na kodi Yanga nakufa mbili bila mishipa ikatoka abii. Mm. Mpaka friji bovu akanisaidia. Mm. Friji bovu akaniambia unachosema ni kweli. Mm. Sio mfahamu friji bovu yule. Mm. Nikasema ni kweli. Mm. Nikamwambia usipeleke timu. <laughs> Nikamwambia msipeleke timu. Mm. <laughs> Kisha tukuta Simba kakosa ubingwa. Mm. Maana yake mimi naona kitu nikisema kinakuwa. Mm. Nikisema kuambia usipeleke timu usipeleke timu kweli. Na friji bovu yake akawasili. <laughs> Wewe. Mm. Ah, mimi sikia hapa. <laughs> <laughs> Kwa kwa ujumla, tarehe 25 sisi tunapeleka timu na Simba anaenda kwa bingwa.